Natumaini kuwa hamjambo. Huu ni mmea wa mlangamia na watu wengi sana mnaofahamu, lakini sidhani kama mnafahamu matumizi yake. Sasa leo nitaweza kuwaelekeza namna gani mmea huu wa mlangamia unavyoweza kutibu baadhi ya maradhi mbalimbali katika mwili wako binadamu, ambayo anayosumbua sana. Sasa kama una matatizo ya vidonda vya tumbo, una matatizo ya bawasiri, yani kutokwa na kinyama katika njia ya haja kubwa, e, tumbo kujaa sana gesi, miguu kufa ganzi, kuwaka moto ama kuwa inavimba mara kwa mara basi, mmea huu wa mlangamia una uwezo ukatibu na kuweza kumaliza changamoto zako zote zinazoweza kukusumbua. Jinsi gani unaweza kutumia mmea huu wa mlangamia kama tiba eh, na, na iweze kumaliza matatizo yako yanayokusumbua zaidi? Sasa hebu nisikilize vizuri zaidi, niweze kukupatia tiba inayoweza kumaliza matatizo yako. Mmea wa mlangamia, chukua huu mmea wa mlangamia kisha utasaga na kutwanga vizuri kabisa e. Kama utasaga ama utaitwanga kuponda ponda, yote ni sawa. Kisha utaweka mafuta ya nazi ya kutosha o. Ukishaweka mafuta ya nazi, utakuwa unachua katika miguu yako inayokusumbua kwa muda mrefu. Miguu kama inakufa ganzi, inawaka moto ama inavimba, basi huwa unachua asubuhi na jioni kila siku kwa, kwa muda wa siku kumi na nne mpaka siku ishirini na moja. Hapo utakuwa na tatizo umetibu na kuweza kumaliza tatizo linaloweza kukusumbua miguu kufa ama kuwaka moto na kuweza kupata maumivu inayokusumbua mara kwa mara. Kwa kufanya hivyo kwa muda wa wiki mbili ama wiki tatu, basi tutakuwa tumemaliza kabisa changamoto inayokusumbua kwa muda mrefu. Hayo ni kwa wale wenye changamoto ya miguu kufa ganzi ama kuwaka moto. Lakini pia mmea huu wa mlangamia unatibu vidonda vya tumbo, kuondoa gesi tumboni, kuondoa asidi kali ndani ya tumbo, basi unaweza kutumia mmea huu eh, kutwanga kisha ukachemsha baada ya kuchemsha yale maji yake utakuwa unakunywa glasi moja asubuhi, glasi moja jioni, kila siku kwa muda wa siku kumi na nne mpaka siku ishirini na moja. Unatibu vidonda vya tumbo. Kama una tatizo la tumbo kujaa gesi, tumbo linakuwa lina choma, choma linawaka moto, unapata maumivu makali sana katika upande wa tumbo, na hata choo kikubwa unakuwa haupati vizuri, basi una uwezo wa kutumia mmea huu wa mlangamia na ikamaliza changamoto yako yote. Lakini pia kwa wale wenye tatizo la bawasiri unaweza kutumia mmea huu wa mlangamia na kuweza kumaliza tatizo lako lote la bawasiri linalokusumbua kwa muda mrefu. Jinsi ya kuweza kutumia, kwa wale wenye tatizo la bawasiri mmea huu, hivyo utatwanga haya majani, lakini kisha utachemsha. Baada ya kuchemsha, utakuwa na kunywa glasi moja mara mbili kwa siku, asubuhi na jioni. Lakini pia eh, ni vizuri baada ya, ya kutwanga uh, kwa muda mrefu kisha unaweza kutafuta maji ya kutosha e, maji ya kutosha ukakaa katika ile beseni kwa ajili ya kile kinyama, ama unaweza ukachukua ukasagasaga, kisha ukaweka katika ile sehemu yenye tatizo la bawasili. Kwa kufanya hivyo kwa muda wa siku kumi na nne na imani kwamba utakuwa umeweza kutibu tatizo lako la bawasiri vizuri kabisa. Hii ndiyo tiba ya asili ambayo mababu zetu walikuwa wakitumia kwa ajili ya kuweza kutibu matatizo mbalimbali, lakini leo nimeweza kukupatia faida nzuri sana inayoweza kukutibu matatizo yako ya bawasiri, miguu kufa ganzi, kuwaka moto, vidonda vya tumbo na matatizo ya gesi na matatizo mengineyo. Nadhani nimeweza kukueleza vizuri. Hii ndio tiba nzuri sana sasa. Usisahau kunifollow na mimi nitakufollow back kwa ajili ya vipindi vijavyo, ili uweze kupata faida zaidi. Lakini pia zipo dawa ambazo zimeshaandaliwa kwa ajili ya kuweza kutibu matatizo yako yanayokusumbua kwa muda mrefu. Namba zangu za simu jumlisha 255 752 16 38 38. Hivyo usisahau kunifollow, nitakufollow back. Lakini pia kama unahitaji tiba nitafute, ili niweze kupata tiba. Popote pale ulipo, tiba zangu zinaweza zikakufikia na ukatumia na ukawa vyema kabisa. Usisahau kama huu mti wa mlangamia ni tiba nzuri kwa upande wako. Siku njema.